Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana Bien ametua bongo, e bwana, huyu ni mmoja kati ya wa wasanii wakali sana kutoka Kenya. Actually naweza kusema kwamba ndo msanii pekee ambaye anafanya vizuri huko Kenya na anafanya vizuri almost Afrika mashariki nzima, na hata watanzania wengi wanamkubali Bien kuliko msanii yeyote yule kutoka Kenya. Yaani bongo yoyote ule ukimuuliza kwamba msanii mkali kutoka Kenya ni nani, lazima utakwambia ni Bien Soul kwamba Biena alivyokuja tu hapa Tanzania eh, watu akamgusia ile issue ambayo ilibuaga mzozo ikimhusisha eh, e, pia jina lake, kwa sababu tunakumbuka kwamba Master J alishaye kufanya interview na akawapondea wasanii wote wa Tanzania, akasema kwamba msanii mkali wa kuimba live ni Bien peke yake, lakini hawa wasanii wa Tanzania ni wajanja, wanajua kucheza na soko, wanajua kucheza na hisia za watu, lakini still kwenye performance, live performance Bien ni msanii noma kuliko wasanii wote hawa wa hapa Tanzania. Akataja majina makubwa kama vile wakina Alikiba na Diamond akasema kwamba hawa wote hamna kitu. Akaulizwa, je, hata Alikiba? Kwa sababu hapa Tanzania watu wengi sana wanamwamini kwamba Alikiba ni mmoja kati ya live performer mzuri. Bien, sorry, Master J akasema kwamba Alikiba muwezi Bien, na akasema pia kwamba Alikiba ni mbana pua, nyenye nyenye nye. Baadaye akaja kaomba radhi kusema nyenye nye, lakini still ujumbe ulikuwa umeshafika kwamba Master J aliwa criticize wasanii wa Tanzania eh, kuhusiana na uimbaji wao. Sasa Bien bwana alivyotua hapa Bongo ni kwamba ameamua ku clear the air kuhusiana hicho kitu ambacho Master J alichokizungumza kumsifia yeye na ku criticize wasanii wakubwa hapa Tanzania. Bien yuko very humble, ni very smart, huyo jamaa ni mstaarabu. Ameweka wazi kwamba yeye hakupendezwa kabisa na kitu ambacho Master J alichokizungumza japokuwa alikuwa amemfavor yeye, lakini hakupendezwa na kila alichokifanya na ni heri kutokana na heshima ya Master J angesindikiza zaidi watu washiriki tuungane eh, yaani wa Tanzania tu, yaani wa Afrika Mashariki tuungane ku build music izidi kwenda mbele kuliko ku criticize watu na kuwavunja watu moyo. Anasema kwamba ile ilikuwa ni very responsible kwa mtu kama yeye kufanya vile ambavyo alivyofanya, umeona bwana. So Bien bwana ameonyesha wazi kwamba, eh, kile kitu ambacho alikizungumza Master J yeye hakupendezwa nacho hata kidogo Master J umeona bwana eh? So BN ameweka wazi kwamba alichokifanya Master J hakikuwa poa. So hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na maoni ya, ma ya BN Soul kutoka Kenya. Uh, hapo kuna page wameandika wa kwamba star wa muziki kutoka nchini Kenya BN ametia, uh, neno juu ya kauli za Master J kuhusiana na wasanii wa bongo wanaojua kuimba live na kumshauri kwamba aache